Kwenye ibada hii naomba niseme tengerelei pidi muhimu sana kwamba malaika ni walinzi. Sehemu ya kwanza tumeona ya kwamba malaika wanatumwa, na hapo kwenye kutuma, yamkini hata ujumbe ambao unausikia saa hii waweza ukachukula tu ni kawaida. Anapohubiri mtu madhabauni, nachukula tu ni kawaida. Anaposimama mtu kushuhudia, nachukula tu ni kawaida, lakini kuna wakati Mungu hutumia mtu kukuletea ujumbe. Sasa kwenye ibada hii nataka nikuambie malaika ni walinzi. Malaika ni walinzi. Na kwa jina la Bwana majeshi, Mungu ataachilia malaika walinzi watakao kulinda. Ah, eh. Mwimba Zaburi ya 121 moja. Anasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindae na hata sinzia na msi Bwana katika nyakati zote za maisha yako, kuanzia sasa. Kwa neno la Bwana, malaika wa Bwana watume kukulinda. Hata Zaburi ya 34 mstari wa 7 na 8 anasema onjeni mwone ya kwamba Bwana ni mwema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwalinda wa mcha Bwana. Ni kazi ya malaika kukulinda. Malaika watakatifu kwako ni korokoroni, sema korokoroni. Malaika watakatifu wanatulinda tunapolala mchana, tunapolala usiku, tunaposafiri, malaika wanakulinda unapokuwa kwenye kazi zao. Akina mama mlioko hapa unapika chakula jikoni, unaona ni mambo ya kawaida, lakini ufalme wa giza ungetamani uungue jikoni, ungetamani gesi ilipuke, ungetamani moto ukuunguze. Kuna malaika anayekulinda pasipo wewe kuona, na naomba Bwana aendelee kukulinda usiku na mchana, unapopanda mapikipiki barabarani vijana wengine wanaendesha pikipiki, unajiuliza akili zao ziko namna gani? takuendesha magari barabarani huko kwenye mwendo, anaingia tu chap chap, watu wangekufa sana, ila kuna malaika wa Bwana wanaofanya kazi ya kukulinda. Wamekulinda na ajali za barabarani, wamekulinda na ajali za moto. Kuna ufano wa giza ambao unakuazia mabaya, pengine umepewa sumu ukufa fanya kitu akikulinda usiku na mchana. Ni maombi yangu malaika wa Bwana aendelee kukulinda. Amen. Alilinda watu kadhaa katika Biblia. Malaika wa Bwana aliwalinda Waisraeli njiani Kutoka kumi na nne wakati Mungu alipowatoa wana wa Israeli kule Misri, Farao na jeshi lake bado waliwafuatilia bado waliwafuatilia njiani ili kwamba wawarudishe. Farao na jeshi lake walipokuwa na kiburi na walipokuwa pia wajinga, pamoja na miujiza yote ambayo Mungu amefanya kule Misri, bado walikuwa na kichonu. Kuna mafundisho ambayo sio sahihi, watu wanaambia ukisha okoka biashara imeisha. One saved, forever saved, si kweli. Bado tunafuatiliwa, huo ndio ukweli, kwamba kila siku unafuatiliwa. Adui hakataji tamaa, huo ndio ukweli. Sasa angalia Kutoka kumi na nne, tasoma tu mstari mmoja wa kumi na tisa. Bado Farao aliwafuatilia baharini, alipowafuatilia maandiko yanasema, mstari wa kumi na tisa kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na lile wingu na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao, ikasimama nyuma yao, katikati kati ya Waisraeli na Wamisri, akasimama malaika anayewazuia wa Misri wasiwafikie na wasiwadhuru. Maandiko anasema mstari wa ishirini ika ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli, napo palikuwa na ile wingu na ile giza, lakini eh, lakini ilitoa nuru wakati wa usiku na hawa hawakuwakaribia hawa usiku kucha. Ni kwa nini hawakuwakaribia? Magari yao yalipewa uzito. Mimi kama waling'oa matairi wa sijui, lakini wa, wakapewa uzito wa Misri, wakapewa uzito. Kwa jina la Bwana majeshi, maadui zako wapewe uzito, Amen. maadui zako wapewe uzito, Amen. wakitaka kukufuatilia wapigwe na shoku, walale kitandani miaka, Amen unaaumia maadui, maadui zako wapigwe na stroke walale kitandani maka Amen. Wanapopanga kuja kuanga kwako kuharibu biashara yako kuharibu uchumi wako wajikute tu ghafla wanalala kitandani miaka mitano, alafu unaendelea mbele. Ushindi ni vita, ushindi nini, vita nini, kikatokea msare wa moja Musa akanyosha mkono wake juu. Juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari rudi nyuma kwa upepo wa nguvu kutoka mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Kwa hiyo Mungu aliruhusu malaika aende na Waisraeli alipokuwa anaongoza kukatokea hatari nyuma, akarudi katikati ya Wamisri na Waisraeli akazuia maadili zao wasifanikiwe. Kutoka 23 20. Malaika aliwalinda Waisraeli, Kutoka 23 20. Tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Kwa hiyo malaika analindaga, ndiye huyo huyo alimlinda Musa alipokuwa mtoto mdogo, Farao anaangamiza ana, watoto wote wa Misri lakini sa Musa alilindwa, maana mkono wa Mungu upo kutulinda. Hata Yesu Kristo alipokuwa mtoto mdogo wa miaka miwili, Herode aliamuru watoto wote wa, wa miaka hiyo wafe, lakini bado Yesu akalindwa, maana Mungu wetu anatulinda. Naomba Mungu akulinde. Lakini pia malaika aliwaokoa Shedraki na Meshaki na Abednego ambao walitupwa kwenye moto. Kuna wakati walitupwa kwenye tundu la simba na kuna wakati ambapo walitupwa kwenye moto, lakini Mungu aliwalinda. Maandiko yanaonyesha Mungu alivyowalinda kitabu, cha Daniel sura ya tatu ishirini na tano na ishirini na nane Wakati Danieli akijieleza anasema, Mungu alimtuma malaika Kitabu cha Daniel sura ya tatu mstari wa 25 mpaka 28, maandiko yanasema, sura ya 3 mpaka 28. Na watu hao wa watatu Shadraka na Meshaki na Abednego wakaanguka hali wamefungwa katika ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, na watu hawa watatu wa kimsishi ishirini na nne ndipo Nebukadnezar akastaajabia, akainuka kwa haraka akanena akamwambia mawaziri wake, je, atukuwatupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu akamwambia mfalme, e mfalme. Akajibu wakasema tazama, mimi naona watu wanne, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana madhara, na sura yake ule wa nne ni mfano wa wana wa miungu. Kuna baadhi ya maandiko ambayo malaika wanaitwa wana wa miungu kwenye kitabu chetu pia cha Ayubu wanaitwa wana wa miungu. Sasa naomba angalia ule mstari wa ishirini na nane. Maandiko anasema Nebukadneza, akasema naimidiwe Mungu wa shedbak na mesha na Abednego, aliyemtuma malaika wake, aliyemtuma malaika wake, akaokoa watumishi wake. Waliokuwa watumishi walio mtumaini wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Kwa maisha ya kina Danieli kilichowalinda ni Mungu alikuwa ameachilia malaika wakawaepusha na mauti. Ukitembea na malaika atakuepusha na mauti za mapema. Atakuepusha na vifo ya mapema atakuepusha na maadui wanaokutegea mitego, hautapatikana na mabaya. Kwa nini? Malaika wa Bwana ni walinzi. Lakini mstari mwingine malaika waliwalinda Elisha na magari ya moto, Wafalme wa pili sita kumi na tano na kumi na saba wakati Elisha anafanya kazi ya Mungu. Tunapoifanyaga kazi ya Mungu hatuko peke yetu, tunapoifanya kazi ya Mungu huwa hatuko peke yetu. Kuna Mungu ambaye ameruhusu malaika ambao huwa wanatulinda. Wafalme wa Pili 6 17 15 mpaka 17 tunakuta story ya Elisha analindwa. Kipindi hiki unahitaji Mungu akulinde na atume malaika. Wafalme wa Pili 6:15 mpaka 17: hata asubuhi na mapema, mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wamezingira ule mji mji ule mji. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu, bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walioko pamoja nao. Elisha akaomba akasema, e Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho ya yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha ya pande zote. Malaika ni majeshi ya Mungu, yanafanya kazi pamoja nasi ili kwamba adui asituweze. Vita ni vya Bwana, na kushindana kwetu sio juu ya nyama na damu. Kushindana kwetu ni juu ya falme ya mamlaka ya wakuu wa giza, ya majeshi ya pepo wabaya. Na kwa sababu hiyo tunahitaji ulinzi maalum sana wa kimbingu. Naomba Mungu akupe ulinzi huo siku zote za maisha yako. Amen. Naomba Mungu akupe ulinzi siku zote za maisha yako. Mbingu zikuone na zitume wajumbe ambao watafanya kambi kukulinda, watafanya kambi kuhakikisha kwamba unakuwa salama, unaishi sana muda mrefu, miaka inaenda. Adui atapanga mipango ni sawa, akipanga ajali, akutane na malaika ambao watakuepusha na ajali. Akituma mapema, akutane na malaika ambao watakuepusha na mapepo ya maradhi. Akituma roho ya mauti, akukute kwamba mauti haitakuweza. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na wakati huu ni naomba nitume hiyo mauti ambayo anakutafuta iende mtaa mwingine, ikuache ukae salama. Au maadui ambao wanakuvizia usiku, Mungu awapige upovu. Hapa walipelekwa Samaria, Elisha alitoka akawapiga upovu okokota aka akawapeleka Samaria. Nami kwa jina la Bwana majeshi, au mapepo mashetani na miungu nawapiga upofu, nawapiga upofu na nawapiga upofu na wafunga na, na minyororo ya moto, waende baharini wakakutane na maadui zako. Maandiko wanasema maadui zako watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia saba. Wanapokuja wakutane na faya, wakutane na farasi wa moto na, na magari ya Malaika wa Bwana ni moto, washakarabasaka ni moto wa kuzingira. Hakuna jambazi atakayo kusogelea, hakuna pepo atakayo kusogelea, hakuna ali atakayo kusogelea, maana silaha zao tuna ziharibu. Malaika wana uwezo mkubwa kuliko wanavyofikiri. Aaai, lakini wanataka nikuambie, kuna walionipa sumu, sikufa unaliotega mitego sikufa. Kwa sababu gani? Kuna malaika walioko upande wetu. Kwa nje unaona ni mtu tu wa kawaida, ni mtu, ni binadamu. Wakale walikwambie vile ambavyo Mungu alikuwa pamoja na akina Elia Mtishte, ndivyo walikuwa pamoja na. Vile alivyokuwa pamoja na Elisha, ndivyo walikuwa pamoja na asisi. Vile alivyokuwa na akina Danieli, ndivyo walikuwa pamoja na asisi. Vile alivyo pamoja na akina Petro, ndivyo walikuwa pamoja na asisi. Kwa sababu gani? Yesu Kristo ni yeye yule, ni yeye jana na leo hajabadilika. Naomba Mungu akupe hiyo neema, akupe neema kama alivyompa Eliya zamani, iliyo anavamiwa na maadui, asema If I be a man of God, let fire fall from heaven. Kama mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke kutoka mbinguni. Afu moto, moto unashuka, unaramba maaskari hamsini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu ni moto ulao. Sema Mungu wetu ni moto ulao. Sema Mungu wangu ni moto ulao. Naomba ukiri, Mungu wangu ni moto ulao. Sema Mungu wangu ni Mungu wa Meshaki, Shadraki na Abednego. Sema Mungu wangu ni Mungu wa Elia mtishi. Sema Mungu wangu ni Mungu wa Joshua na Kalebu, ni Mungu wa Musa. Sema Mungu wangu ni kama Mungu wa Petro. Maaskari wakamkamata Petro, wakamshusha kwe, wakampiga, wakamfunga gerezani, wakamweka gerezani lakini usiku wa manani akashuka malaika akamtoko. Ni wakati ambapo kanisa nahitaji nguvu ya ziada ya kwenda mbele. Kuna maandiko ambayo nayasoma kwenye Isaya hamsini na tisa kumi na nane, kwenye Biblia ya Kiingereza anasema when your enemies come like a flood The Spirit of God lift at a standard higher against them. Maadui zako watakapokuja kama mafuriko ajeshi. Ni maadui gani? Tunaye Bwana wa majeshi, yule aliyetembea mazee, anatembea mpaka sasa, anatembea pamoja na sisi. Malaika wanatulinda, walimlinda Petro, wakamtoa gerezani. Matendo kumi na mbili kuanzia mstari wa saba kuendelea, malaika walimlinda Petro asife. Na naomba Mungu akulinde usife. Amen. Naomba Mungu akulinde usife. Amen. Si kama kuna watu wanaoelewa. Naomba Mungu akulinde usife. Amen. Naomba Mungu akulinde usife mapema. Amen. Naomba Mungu akulinde usife mapema. Amen. Akulinde kama alivyolinda watu wa zamani. Amen. Akuepushe na majanga yaliyoko duniani. Amen.

Lakini pia Zaburi ya 91 mstari wa 11 na wa 12 namba 1. Tusome hiyo. Zaburi 91 mstari wa 11 na wa 12. Zaburi 91 mstari wa 11 na wa 12. Zaburi 91 mstari wa 11 na wa 12. Ikawa kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, na kuambia hivi, hata ukienda basuni malaika wakulinde, ukienda jikoni malaika wakulinde, ukienda dukani malaika wakulinde, ukienda sokoni malaika wakulinde, ukipanda bajaji au bodaboda malaika wakulinde, ukipanda ukipanda boda kicho kimevatuka bado, malaika wakulinde. Popote ukienda, malaika wakulinde, popote utakapokwenda, malaika wakulinde. Mstari wa kumi na mbili, mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa kuna neema ya Mungu kutuma malaika wakulinde. Waliwalinda baba zetu wa, wa imani wa zamani wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo, wakina Yusufu, wakina Daudi, wakawalinda akina Petro na Yohana, wakamlinda na Paulo, wakamlinda Yesu Kristo. Mimi na wewe tunahitaji ulinzi wa malaika watakatifu, na Bwana acumie malaika wakulinde, wakulinde na mabaya yote. Bwana asifiwe. Nikisema haya maana hivi ufalme wa giza ukigawa vikosi, maana una vikosi na wenyewe. Kuna vikosi vime specialize kwenye ajali, kuna vikosi vime specialize kwenye magonjwa, kuna vikosi vime specialize kuleta vibaka na wahuni. Nikuambie, wakileta magonjwa yasikupate. Bwana akulinde na kila ila ya adui, akulinde na mitego ya adui, akulinde na maadui ya kila namna. Wewe ushughulike na maisha kwa sababu gani? Kwa sababu tunalo jina la Bwana katika maisha yetu, kwa maana Daudi anasema, wengine wanataja magari, wengine wanataja farasi, sisi tunataja jina la Bwana majeshi. Kwa maana alipokutana na Goliati akasema, unakuja na fumo na mkuki, sawa, mimi nakuja kwa jina la Bwana majeshi. Naomba nikupe ushauri sema amen, amen. Ukisikia umevamiwa usiku usipaniki. Usifanyeje ukisikia umevamiwa, sio na watu gani, wanavunja mageti wanavunja milango, namba nikupe ofa, sema tu kwa jina la Yesu, malaika piga upofu, amen. Bwana asifiwe. Alafu kama kama utataka kukoleza kama mimi, ukisema piga upofu, unasema vunja vunja miguu. Alafu ukifungua mlango asubuhi, unakuta kuna watu ni vipofu, alafu kuna watu wamevunjika miguu huko nje.

wakosee njia watafute mlango mpaka asubuhi. Afu wanaumuka Kristo ataenima ok waliwalinda hao wote wa zamani. Alimwonya Yusufu, Matayo mbili kumi na tatu, walimwonya Yusufu kwamba anatafutwa, lakini kazi nyingine ya malaika ni vita vya kiroho. Ntaifanya hii afu tutamwomba Mungu. Malaika wanahusika sana katika vita vya kiroho, na kwa maombi tutakayofanya pale mwishoni kwa dakika chache eh, mtatamani Mungu aingilie kati katika vita vyako, amen. kistaclimu aingilie katika vita vyako, yeah. Malaika wanahusika katika vita vya kiroho, Mwanzo tatu ishirini na nne. Wakati Adamu alipoondolewa bustani ya Eden, Mungu aliweka kerubi mwenye upanga wa moto akazunguka zunguka pale bustanini, lakini kusudi la yule kerubi ilikuwa ni vita vya kiroho. Hiyo ni Mwanzo tatu na ishirini na nne. Makerubi walilinda bustani ya Eden na upanga wa moto. Kuna uwezekano Mungu akakulinda na silaha za vita za maangamizi makubwa sana katika ulimwengu wa roho. Lakini malaika waliangamiza wazaliwa wote wa kwanza katika nchi ya Misri. Kutoka kumi na tatu, malaika waliangamiza wazaliwa wote wa kwanza katika nchi ya Misri. Kutoka 12:23 malaika walitumwa kuwapiga Wamisri wazaliwa wote wa kwanza, wakafa. Ilikuwa ni kazi ya malaika. Inasema hivi, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao Wamisri na hao na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapiacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu. Kuwapigania hapa ni Waisraeli na Waisraeli na Wamisri, wamewatesa Wamisri wa Waisraeli kwa miaka mingi sana, wamewataabisha kwa miaka mingi sana. Ikafika saa ya Bwana kusimama na kuwapigania, alichokifanya Bwana alituma malaika wakuwa

Halo, Yesu asifiwe. Nimeshaona mara kadhaa maadui zangu wakitolewa roho. Ni kwa nini natokea hivi? Kuna wewe ukiwa mwaminifu kwa Mungu, kumtumikia Mungu, kumwishia Mungu, kumheshimu Mungu, vita vyako vinakuwa ni vita vya Bwana. Maandiko yanasema, mdanya nyamaza kimya hasa uogopa sana mtu anaye nyamaza kimya uye mtu mwogope sana, akinyamaza anamwachia hivyo vita Mungu. Kuna malaika ambaye alituma kuwaua wa Misri, wazaliwa wote wa, wa kwanza katika nchi ya Misri wakafa.